indwa ndugu zangu, tafakari ya neno la Mungu, Dominika ya tano ya kipindi cha Kwaresma, mwaka mwaka C wa kanisa, mwaka C wa kiliturujia, siku ya thelathini na tatu ya kujitakatifuza kadiri ya utamaduni wa mapokeo ya kanisa. Kuanzia dominika hii misalaba inafunikwa mpaka Ijumaa Kuu, wakati wa kuadhimisha mateso ya Kristo, na sanamu hizo zinafunikwa mpaka wakati wa maadhimisho ya vigilia ya Pasaka, ndio mkesha. Zimebaki siku saba, tuingie juma kuu linalofunguliwa na dominika ya matawi. Tukiwa tuko ukingoni mwa kipindi hiki cha Kwaresma, ni vyema kujitafakari na kujiuliza, je, ile dhambi tunayoipenda kuliko zote tumeziacha au tumeiacha? Tendo gani la huruma tumetenda tangu kwaresima ianze? ni nini tulichojinyima kwa ajili ya wahitaji tangu Kwaresima ianze? Tunamkumbuka Baba Mtakatifu Francisco anayekazia kwa namna ya pekee amri ya upendo inayowawezesha waamini kujivika moyo wa rehema, utuwema, unyenyekevu, pole na uvumilivu kwa kujikita zaidi na zaidi katika fadhila ya msamaha na uumma. Vinginevyo wa wapendwa ndugu zangu, jumuiya ya kimataifa itajikita ikikumbatia utamaduni wa kifo cha kwa mauaji ya vikongwe wagonjwa na walemavu bila hata kuguswa na mahitaji wala maangaiko ya jirani zao. Huu ni wakati mwafaka wa kuachana na sera za chuki, uhasama na ila ya kutaka kuji, kuji, kulipizana kisasi, utayari wa kukumbatia mchakato wa upatanisho na amani. Wema na huruma ni fadhila za watu makini wanaoheshimu na kuwathamini wengine kama kielelezo cha unabii unaomwilishwa katika huduma. Masomo ya dominika hii ya leo, ndugu zangu mnaonisikiliza, ni masomo yanayotusogeza kabisa kutambua ukarimu wa Mungu, kutambua wema wa Mungu kama vile sisi binadamu tulivyo Wema na huruma na fadhila za watu makini wanaoheshimu na kuthamini wengine kama kielelezo cha unabii huo, ni dhahiri katika muktadha huu. Wimbo wa mwanzo unaofungua maadhimisho ya dominika hii unasema hivi: Ee Bwana unihukumu, unitetee kwa taifa lisilo haki, uniokoe na mtu wa ila asiye haki, kwa kuwa wewe Mungu ndiwe uliye nguvu zangu. Mwisho nina zaburi arobaini na tatu aya ya kwanza mpaka aya ya tatu E, aya ya pili Naye mama kanisa mtakatifu katika sala ya mwanzo anasali hivi: Ee Bwana Mungu wetu tunakuomba utusaidie tuwe na mapendo kama mwanao aliyeipenda dunia hata akajitoa. au wawe ndugu zangu katika Bwana Kristo Yesu, ni ufunuo wa huruma, upendo na msamaha wa kweli. Somo takatifu la kwanza la kitabu cha nabii Isaya sura ya 43 aya 16 mpaka aya 21. Katika somo hilo tumelisikia Mungu kwa upendo na huruma yake anaahidi kuwakomboa Israeli kutoka utumwani Babilonia kama alivyowakomboa kutoka utumwa wa Misri. Mungu aliji, alilichagua taifa la Israeli kwa maandalizi ya kutuletea sisi ukombozi, kwa kufanya nao agano, ndio makubaliano rasmi yaliyofanywa mlimani Sinai na kuwapa amri zake. Nabii Hosea anauelezea uhusiano uliokuwepo kati ya Mungu na wana wa Israeli kwa mfano wa uhusiano wa mume na mke, bwana na, na bibi harusi. Waisraeli kama bibi harusi wa Mungu walikosa uaminifu wa kwa kumwasi Mungu. Matokeo ya uasi wao ni uhamisho wa Babeli. Baada ya kutumikishwa kwa mateso mengi, walitambua makosa yao, wakayakiri, wakamlilia ya Mungu na kuwarudisha tena katika nchi yao. Tukio hilo walipomlilia Mungu wakaomba msamaha, naye akawasamehe na kuwaahidia ukombozi mpya na kuwarudisha katika maeneo hayo wa walioyaishi. Mungu anaahidi kuwafanyia makuu haya kwa mkono wake wenye nguvu na uwezo, kama alivyowakomboa kutoka utumwani Misri. Ni katika muktadha huo, wapendwa ndugu zangu, mzaburi katika wimbo wa katikati anaelezea makuu ambayo Mungu aliwatendea watu wake akisema: Bwana alipowarejeza mateka wa Sayuni, tulikuwa kama waotao ndoto. Ndipo kinywa chetu kilipojaa kicheko na ulimi wetu kelele za furaha. Ndipo waliposema katika mataifa, Bwana amewatendea mambo makuu. Bwana alitutendea mambo makuu, tulikuwa tukifurahi. E Bwana, uwarejeze watu wetu waliofungwa, kama vijito vya kusini. wapendwa Wapandao kwa machozi, watavu, wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Ingawa mtu anakwenda zake akilia, azichukuapo mbegu za kupanda, hakika atarudi kwa kelele za furaha achukuapo miganda yake. Zaburi ya mia moja ishirini na sita. Nasi wapendwa, tukikumbuka makosa na dhambi zetu, tukatubu tukamlilia Mungu na kuomba msamaha, hakika tatusamee na kutufanya tufurahi tena kwa siku zijazo. Somo la pili ndugu zangu linatuleta kutafakari. Nenda usitende dhambi tena. Waraka wa pili Paulo aliandika kwa Wafilipi sura tuliyoisikia ya tatu ya, ya nane mpaka ya kumi na nne. Paulo mtume anatufundisha kuwa tukiwa na imani juu ya nguvu ya mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, tutayaona mambo ya dunia hii si kitu, ni ya kupita tu. Hivyo tutafuata na kufafanua vema mioyo yetu kwa makini na kwa makuu ya Mungu ambayo Mwenyezi yeye mwenyewe alitutendea na anatutendea kwa njia ya Kristo na kuwa tayari kuacha dhambi na kukazana kutenda mema na kuukuza mwenendo ili tulipate tuzo la uzima wa milele mbinguni. Na hivyo vinaunganishwa na Injili takatifu tuliyoisikia sehemu ya Injili Yohane sura 8 aya ya kwanza mpaka kumi na moja, inahusu simulizi la mwanamke aliyefumaniwa katika dhambi ya uzinzi akisubiri hukumu na adhabu ya kupigwa mawe mpaka kufa, kama sheria ya Musa ilivyosema: na mtu azinie na mke wa mtu mwingine, naamu yeye azinie na mke wa jirani yake, mtu mume azinie na mwanamke azinie, hakika watauawa. Mwisho wa kunukuu, kitabu cha mambo ya walawi, ya walawi sura ya 20 aya ya kumi na kitabu cha kumbukumbu la torati sura ya 22 aya 22. Wapendwa ndugu zangu mnaonisikiliza Dominika ni ya tano, tafakari neno la Mungu. Dhambi hii ya uzinzi katika agano la kale ilichukuliwa kuwa ni dhambi mbaya sana, hasa na hata kufa, fana, kufananishwa na dhambi ya kuabudu miungu mingine, dhambi ya Israeli, kukosa uaminifu kwa Mungu wa kweli. Mungu alimwambia hivi nabii Hosea, nukuu, nenda ukampende tena mwanamke anayependwa na mume mwingine na ambaye ni mzinzi mpende kama mimi ninavyo ninavyompenda Israeli ingawa yeye ameigeukia miungu mingine. Mwisho wa kunukuu. Kitabu cha nabii Hosea sura ya tatu aya ya kwanza. Hivyo ndugu zangu, tukipenda tukipo, e, tuki, tuki penda dhambi, tunakosa uaminifu kwa Mungu, tunafananishwa na mwanamke mzinzi. Wanawake wangepaswa sana waheshimiwe na kuthaminiwa utu wao na haki zao msingi. Somo hili linamheshimisha katika mafundisho mengi sana. Kwanza kabisa, linatuonesha chuki ya mafarakano kwa wadhambi. Kwa Yesu na kwa mafundisho yake. Hivyo asubuhi na mapema wanamleta mwanamke aliyefumaniwa mbele yake hekaluni, wakati ameenda kusali na kuwalisha watu neno la Mungu, ili wamjaribu, kwa ila wapate neno la kumshtaki apate kuuawa. Ndugu zangu, iko hivi katika kipindi cha Wayahudi, walikuwa chini ya utawala wa Kiroma au wa Kirumi, na hawakuruhusiwa kutoa adhabu yoyote ya kifo. Hivyo Yesu angesema watekeleze sheria ya Musa wampige huyu mwanamke kwa mawe mpaka kufa, yeye mwenyewe angekuwa na hatia ya kuuawa kadiri ya sheria ya serikali ya Kirumi. Lakini pia angejipinga na mafundisho yake juu ya huruma, upendo na kutokuwa hukumu wengine. Na angesema wasimuue, angepingana na sheria ya Musa, na yeyote aliyepingana na sheria ya Musa alistahili adhabu ya kifo. Yesu kwa kufichua nia yao ovu anawaambia kuwa yule asiye na dhambi awe wa kwanza wa kumtupia jiwe. Simulizi linasema kuwa kimya kimya waliondoka mmoja mmoja, wakitanguliwa na wazee, hata na wa mwisho wao. Yesu aliwaambia, na akamwambia huyu mwanamke, wala mimi sikuhukumu, nenda zako, usitende dhambi tena. Ndugu zangu, hii haina maana kuwa yesu dhambi bali anawahurumia wakosefu ili wapate nafasi ya kutubu na kuziacha dhambi zao. Jamii, ndugu zangu, kama nilivyosema kwamba wanawake wapaswe sana kuheshimiwa katika nyakati nyingi utu na haki zao msingi, lakini jamii inapaswa kuondokana na mfumo dume dhidi ya wanawake. Fundisho la pili, ndugu zangu, ni hili mbele za Mungu hakuna binadamu asiye na dhambi. Ndiyo maana wote walion, waliondoka na hakuna aliyethubutu kuwa wa kwanza kumtupia jiwe mwanamke mdhambi. Mungu haadhibu mara, haadhibu mara, bali anampa kila mtu nafasi ya kubadili mwenendo wake na kurudi katika njia ya kweli na ya haki. Mwanadamu mdhambi anaendelea kuishi kwa huruma na upendo wa Mungu na sio kwa mastahili yake. Mungu anaendelea kutupa nafasi ya kuishi hata kama tuwa dhambi, ili tutubu, tubadilike na kuomba msamaha, naye daima anamsamehe kila anayekiri na kutubu makosa yake. Tunaalikwa ndugu zangu, kufanya toba, tusamehewe na tusirudie kutenda dhambi tena, kwa neema ya Mungu. Tuweke nia thabiti ya kuanza maisha mapya, maisha yanayompendeza Mungu. Lakini zaidi sana niseme, tusiwahukumu wengine kwa dhambi zao, bali tuwasaidie kuachana na mazoea ya kutenda dhambi. Fundisho la tatu ni hili: binadamu hana mamlaka ya kumhukumu mwingine kwa adhabu ya kifo, maana uhai wa mwanadamu ni mali ya Mungu. Uhai ni zawadi na tunu pekee ambayo Mungu ametupatia wa sisi wanadamu. Hivyo ni jukumu letu kuupokea, kuutunza na kuulinda. Thamani ya maisha yetu mbele ya Mungu ni kubwa mno, kwa kuwa tumeumbwa kwa sura na mfano wake. Kristo mwenyewe anadhihirisha dhana hii na thamani ya maisha ya mwanadamu mbele ya Mafarisayo na waandishi, kwa kuwafanya watambue dhambi zao badala ya kutoa hukumu ya kifo kwa mwanamke mdhambi, tena kwa kumpiga mawe kuwa ni ukatili na uovu dhidi ya uhai. Mwisho, wanawake wajengewe uwezo wa kiuchumi ili kuboresha maisha yao. Ndugu zangu, tutambue kuwa thamani ya uhai wa mwanadamu haifananishwi na chochote na iko mikononi mwa Mungu. Tuwaoneshe huruma waliokata tamaa na kuamua kuishi katika dhambi, tuatie moyo kuwa Mungu ni mwenye huruma yupo tayari kuwasamehe wakimwendea kwa moyo wa toba na majuto. Ni katika tumaini hili mama kanisa mtakatifu sana katika sala ya kuombea dhabiwa na sali mtakavyosikia katika maadhimisho. E, Mungu mwenyezi utusikilize sisi watumishi wako uliotujalia kujua dini ya Kikristo, ututakase kwa nguvu ya sadaka hii. Mwisho wa kunukuu. Basi tuyachuchumalie mambo ya mbinguni Tuyasahau ya nyuma na tuyahesabu kuwa si kitu, tukaze mwendo katika kuishi maisha ya kitakatifu, huku tukiitumainia huruma na neema ya Mungu, ili tubaki kuwa waaminifu katika kuziishi amri zake kwa ajili ya sifa na utukufu wake, nasi tutakatifuzwe, tuweze kusherehekea vyema sikukuu ya Pasaka kwa furaha na amani, tukiwa tumeunganika na Kristo aliyefufuka, Kristo mfufuka, kama anavyosali mama kanisa mtakatifu katika sala baada ya komunyo akisema: e ee Mungu mwenyezi, tunakuomba tuwe tumeungana naye daima, yeye ambaye tunashiriki mwili na damu yake. Mwisho wa kumukuu, na hili ndilo tumaini tulilonalo. Basi nifike mwisho wa tafakari yetu, nami niwatakie kuwa na dominika njema na maendeleo mema kuelekea pasaka ya Bwana. Mwisho wa tafakari, mpate baraka Bwana awe nanyi na, na aweroni mwako awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Asanteni sana Dominika. Asante.